Oh, mambo Faraja. Poa, Kibena, unaendeleaje? Najisikia vizuri tu. Nimeamua leo nitaeleza marafiki zangu ukweli kuhusu hali yangu. Kweli? Huo ni ujasiri mkubwa. Najisikia fahari sana juu yako. Asante sana. Unajua kuwa na ujasiri ni sehemu ya utu na kwa sababu mimi ni mwanachama wa klabu ya utu nimeamua niwe jasiri. Wow, sikujua hilo. Kabisa. Nilipanga kuwaambia marafiki zangu kwenye mkutano wetu wa klabu ya utu leo. Ungependa kujiunga na sisi? Ndiyo, ningependa kujiunga. Kumbuka Kibena, una ujasiri wa kuwaambia marafiki zako sehemu hii ya maisha yako. Unaweza kuhofia watasema nini, lakini kama huu ni uamuzi wako basi utapata ujasiri ndani yako. <coughs> Na utawaambia kwa kujiamini. Asante. Habari, nina kitu nataka kuwashirikisha. Samani jamani, nina kitu nataka kuwashirikisha. Hii sio rahisi kwangu, lakini nataka kuambia kitu cha muhimu kuhusu mimi. Nimekuwa nikificha siri hii kwa muda mrefu sana, na sitaki kuendelea kuificha tena, na nimegundua mkijua, haitabadilisha jinsi nilivyo. Nilikuwa naogopa tu jinsi mtakavyonichukulia baada ya kujua. Sisi ni marafiki zako, Kibena, unaweza kutuambia kitu chochote. Kweli kabisa, Kibena. Asante sana. Mimi Kibena, ninaishi na virusi vya Ukimwi, yaani VVU. Uko sawa Kibena? Ndiyo, niko sawa. Kwani unaweza kuwa umetuambukiza? Hapana, wakati wote tuliokuwa pamoja mlikuwa salama. Mnajua kwa nini? Kwa sababu vitu vyote tulivyokuwa tukifanya kwa pamoja sio njia ya kusambaza ugonjwa huu. Kwa hiyo vitu kama kula, kunywa maji pamoja na kushikana mikono? Ndiyo, na hawaambukizwi kwa namna hiyo. Na vipi kuhusu kupeana mikono au kucheza pamoja? Hizo sio njia za kuambukizwa pia, hata kuandaa chakula pamoja, kupeana vitabu au kalamu shuleni, kukaa pamoja, kukumbatiana na mengine mengi. Kwa hiyo Sio ugonjwa kuambukiza? Ni ugonjwa unaambukizwa, lakini kwa kugusa majimaji ya mtu ambaye ameathirika, kama vile damu na kunyonya maziwa ya mama. Lakini siyo majimaji yote ya mwilini yanaambukiza ugonjwa huu. Kuna majimaji mengine ambayo hayaambukizi, kama vile mate, jasho na machozi. Kumbe, sawa. Uliupata lini? Ulianza kubadilika lini? Nimekuwa nao siku zote, nilizaliwa nao kwa hiyo ni kabla hata hatujakutana, sijawahi kubadilika. Mimi ni Kibena yule yule mnayemjua siku zote na hakuna kilichobadilika, sasa ni vile mmejua nina VVU ah. Kwa hiyo hiyo ndiyo siri pekee, ndiyo hiyo tu. Kwa nini? Unakwenda mjini mara nyingi na hutuambii unakwenda kufanya nini? O oh, nimekuwa nikienda mjini kwa ajili ya vipimo na kushiriki kwenye mazungumzo na wenzangu. Yaani nimekuwa nikikutana na watoto ambao wanaishi na VVU, pia ambao wamekuwa wakinikumbusha kwamba sipo mwenyewe. Kuna watu wengi wenye maambukizo wanaoishi maisha marefu na yenye furaha, lakini kwa sababu watu wanaogopa huu ugonjwa tunakutana kusaidiana. Watu wanatunyanyapaa. kunyanyapaa ni nini? kunyanyapaa ni hali ya kuwa na mtazamo hasi kuhusu kitu au watu fulani au maamuzi fulani ya watu. Ndiyo maana nilikuwa naogopa kuwaambia. Kuna mawazo mengi hasi kuhusiana na VVU, kwa sababu watu hawajui jinsi unavyoambukizwa na jinsi ya kuepuka maambukizi. Kwa vile sasa tunajua basi, tutakuwa wa kwanza kukulinda. Wanyanyapaji tutawashinda. Baraka, kaa chini ni kweli lakini tutakulinda Kibena, na hakuna kilichobadilika. Bado wewe ni Kibena yule yule tunayemjua na kumpenda. Nimefurahi umetuambia kuhusu hili na nimefurahi kukujua zaidi. Sasa hatuna siri tena kati yetu. Kibena, nimefurahi umeamua kutuambia unaishi na VVU, kwa sababu sasa unaweza kuwa huru zaidi ukiwa pamoja na sisi, na hicho ndiyo tunahitaji. Asante Baraka.